Tumekuwa na kikao kizuri, tulialikwa na mheshimiwa waziri uh, profesa, na mkutano huu nataka kujua nini ambacho klabu ya Young Africans inakiendea kwenye Discussion ya mchezo 84, Simba, 8, wa 184 dhidi ya Simba uliopangwa kucheza tarehe 8 mwezi wa tatu 2025. Uongozi wa Young Africans uh, pamoja na ukiwa umeambatana na excom wake wote pamoja na mtendaji mkuu uliweza kukutana na mheshimiwa waziri na mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa katibu mkuu, mheshimiwa naibu katibu mkuu na mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa kwa ajili ya kujadili kitu ambacho kilitokea, na bahati nzuri klabu ya Africans ikapata nafasi ya kufikisha uh, yale ambayo ni ya msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule, na baada ya kufanya hivyo, uh, platform ambayo mheshimiwa waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Africans na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu unaohusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia mheshimiwa waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wapata nafasi ya kuuliza maswali kutaka kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri na Mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo alikuwa anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kwa hiyo tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu wa na mapenzi na mashabiki waliokuwepo nchi nzima. Ujumbe huo umefika. Mheshimiwa Waziri na timu yake umepokea, tumewaachia ufanye kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya ya kutafuta solution ya jambo hili. Nichukue fursa hii kuifikisha message hii kwenu, kwa wanahabari, ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi yetu, na ni watoe hofu ya namna yote, wasiingiwe na hofu ya namna yote, viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interest ya taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia, na solution itakapopatikana tutaweza kurudi kwa kwa kwao na kujulisha. Nashukuru sana waandishi wa habari. President. President. President. President. Uh. Uh.